Naitwa Daniel Milandu Kasokola, Naibu Mkuu kitengo cha mawasiliano ya serikali mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, napenda kutaarifu umma kuwa kuanzia tarehe 14 hadi 19 ya mwezi Mei 2025 mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya ya Kondoa umefanya operesheni katika wilaya ya Kondoa, hususan katika vijiji vya Ntomoko, Haubi, Mafai na Kinyasi na kufanikiwa kuteketeza jumla ya ekari 157 za mashamba ya bangi, kukamata pikipiki mbili, na tunawashikilia watu saba wanaohusika kuhusiana na matukio hayo. Hii ni mara ya pili kufanyika kwa operesheni kama hii katika wilaya ya Kondoa, ikiwa ni sehemu ya jitihada za mamlaka za kuhakikisha inadhibiti uzalishaji na biashara ya bangi hapa nchini. Tangu kufanyika kwa operesheni hizi hapa katika wilaya ya Kondoa mwezi Januari mwaka huu na kutoa elimu kwa wananchi juu ya athari za dawa za kulevya pamoja na kuonyesha wananchi fursa za kiuchumi zinazopatikana katika wilaya hii, kumepata mabadiliko chanya, kwani baadhi ya wananchi ambao walikuwa wanashiriki katika kilimo cha bangi sasa wameachana na kilimo hiki na kujikita katika mazao mengine halali. Mfano, baadhi yao wamelima ufuta, alizeti, tumbaku maharage na mahindi. Pamoja na mafanikio hayo, wapo wananchi wachache ambao wameendelea kukaidi amri ya serikali na kuendeleza uzalishaji wa, uzalishaji wa bangi katika maeneo yao. Hatutasita kuwachukulia hatua wale wote ambao wataendelea kukaidi amri ya serikali na kuendelea kulima bangi ambayo imekuwa kiharibu afya za wananchi wetu na kuzofisha ustawi wa taifa letu. Mamlaka kudhibiti kupambana na dawa za kulevya itaendelea kushirikiana na uongozi wa wilaya hii ya Kondoa chini ya uongozi wa Mheshimiwa mkuu wa wilaya Fatma Nyangasa kuhakikisha tunadhibiti kabisa na kuondoa kabisa tatizo la uzalishaji wa bangi katika wilaya ya Kondoa na mkoa wa Dodoma kwa ujumla. Nitoe wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka kwa kutoa taarifa juu ya watu wanaojihusisha kwa namna yoyote ile na uzalishaji, usambazaji na utumiaji wa dawa za kulevya aina ya bangi katika wilaya hii kwa maana kwamba ushirikiano wao utasaidia sana kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha tunamaliza kabisa tatizo la dawa za kulevya, hususani kilimo cha bangi katika maeneo mbalimbali hapa nchini.